Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa, hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. Nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi. Mateso ndani ya sanduku. Sehemu ya tatu. Endelea. Kesho yake sasa siku ya Jumapili, ambayo Anita na Amosi walipanga kukutana ilifika. Kama kawaida Mama Amosi aliondoka kwenye biashara yake. Amosi alijiandaa muda wote, uhakika wa kikiwasha alikuwa nao. Muda ilienda saa sita mtoto wa kike Anita alitia timu nyumbani kwa kina Amosi. Leo Amosi alikuwa na furaha sana. Kama kawaida, baada ya Anita kufika alibisha hodi, na Amosi alienda kufungua kwa bashasha. Muda wote nilikuwa na kuwaza wewe maraika wangu, bora ulivyokuja, Amosi alimpokea Anita. Leo Anita alikuja na kifuko kidogo, ndani alikuwa kabeba kautipoti kilichojaa pilau. Hii kwa ajili yako, ni kuletea uonje mapishi yangu, Amosi alikopokea. Waliongozana hadi chumbani. Kwanza ngoja nionje pishi lako kabla ya kumuonja mpishi, alia Amosi huku akifungua hotpoti lile. Jamani, umepika wewe kweli, aliongea Amosi huku anatafuna kile chakula. Ndiyo baba watoto, najua sijui, Anita aliuliza huku akisubiri jibu, lakini jibu lilikuwa tofauti kidogo na alilolitegemea. Amosi alimvuta mpenzi wake mdomo kwake na kumpiga romansi, kisha akasema chakula ni kitamu kama wewe, mke wangu. Amosi akaanza kumpapasa Anita mapajani huku akipanda juu. Kufata kitumbua kilipo. Mbona una haraka mume? Anita alimtoa mkono na kumbia. Tutumie kinga, Amosi, nipo kwenye siku za mimba. Acha uongo wako bana. Amosi alimjibu hivyo na kuendelea kumtomasa Anita ambapo alifanikiwa kugusa kunako. Anita alianza kuhema kwa kasi na kujikuta mwenyewe anatanua miguu. Hapo Amosi alimtoa nyoka wake ambaye alikuwa tayari kwa kutema sumu na kumwelekezea mangoni. Nyoka alianza kuingiza taratibu. Hapo wote wawili walikuwa wakisikia raha. Leo naye kiliendelea kilichofanyika jana, waliofurahia penzi lao. Paka akiondoka panya utawala. Hii ndio ilikuwa kwa Amosi na Anita. Waliingilia hapa, walitokea hapa mpaka saa kumi na moja. Anita ndio alifungasha vilago na kuondoka huku akiwa kachoka hoi kwa show za leo. Siku zilisogea penzi lao nalo lilidhi kushamili. Siku moja ambayo ilialibu hali ya hewa ni hii Jumapili ya leo. Wakati Amosi akiwa ndani hodi ilipigwa. Nani na kuja? Amosi aliitikia na kuufata ulipo mlango. Alipofungua alikutana na Chimo, mdogo wake Anita. Ni kawaida Anita kumtuma Chimo kama kuna taarifa yoyote anataka kumpatia Amosi, ila mara nyingi taarifa hizo huwa za raha. Ila ya leo ilikuwa na kautata kidogo. Dada kanipa barua hii, Chimo alimkabidhi Amosi na kuondoka. Barua ilisomeka kama hivi: kipenzi changu Amosi, nina mimba yako mwenyeo na wazazi washaligundua hilo nimekupa taarifa ili ukimbie, maana baba kaahidi kukufunga. Mwisho wa barua ndio ulimshanganya Amosi kisawa sawa. Kufungwa tena? Mbona mbaya hii! Kwa hiyo niende jela miaka thelathini? Nikitoka si nitakuwa mzee mimi? Amosi alijuliza maswali mia kidogo, huku asijue nini cha kufanya. Nikimbie wapi mimi, ndugu wenyewe sina. Kabla hajamaliza kuwaza, mlango wao uligongwa tena. Safari hii uligongwa kwa nguvu na hasira kabisa. Amosi alinyamaza, huku wasiwasi ukiendelea kumtawala. Itaendelea.